Malalamiko juu ya maadili ya viongozi yamekuwa mengi sana, yako mengine eh, ni, ni, ni tunasema hayana ukweli, yako mengine yana ukweli, lakini nyinyi humu ndani ndio wenye kazi ya kusema lipi la kweli, lipi la uongo na lipi la ukweli. Ni fair judgment tu na fair judgment maanake, kama Ridhiwani, unaambiwa kwamba wewe ndio unamiliki hiki, na nyinyi mnaona kabisa kwenye fomu yake Ridhiwani hajadeclare hilo jambo, Mwiteni. Yani, hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba oh, si ya kijamaa yake na wengine hapo. Jaji, ukinyosha mkono tu ah, mimi mteule wa rais. Hakuna mteule wa rais, mzee wa chombo hiki. Chombo hiki wote tuko chini yako, wewe. Tuite hapa, bwana, mheshimiwa waziri wangu, hali yako asubuhi salama, bwana mheshimiwa waziri. Sasa bwana, nina jambo nataka uniite, nifahamishe tu eh. Ukiona aibu uniite ofisini kwako eh, lakini lazima uniite, kwa sababu tukianza kuoneana aibu, ndugu zangu ndio leo hii mnaona nyewe nyewe, maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa, malalamiko yalikuwa makubwa, ni juu ya maadili ya viongozi, au amnya au nyam jasikia. Maana labda mzee wangu wazetu hapa mnaishi ndani ya nyumba tu hapo ya juu ya mtaani <laughs> eh, hey, wanalamikiwa, tunalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Ali Edha, ana petrol station zake za Lake Oil, zimechomwa zile, kwa sababu zinasemwa za Ridhiwani, zimechomwa zaidi ya zaidi ya 92 kanambia sasa imagine, mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni. Eh hey, anzeni na mimi waziri wenu. Niiteni hapa niulizeni. Lakini wakati huo mnapoita kwa sababu mnajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? Mm-hmm. Tafuteni ushahidi. Njoni hapa baada ya kuniita hapa, iteni press conference hapo, semeni. Tumemwita waziri Ridhiwani Kikwete, tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete. Ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi, mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe, huko ni uongo mtupu. Ili jambo Mheshimiwa Jaji, hatujafanya vizuri, hatuna sababu ya kumwogopa mtu.